Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa tisa mwaka 2025 ilipotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shailosi Michael Mabura mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa ni mwanachuo katika chuo cha Mzumbe, e, chuo kikuu cha Mzumbe Ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika ambapo tarehe 16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 tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega Joni na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo, au watumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025, aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa, eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Webusta William Mwantebele, ambaye sasa ni mtumio katika kesi hii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 usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti, ndipo askari, baada ya kugundua hilo pia, <laughs> waliona uh, na wa yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu, wakimwonya asiendelee kukimbia. Na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Charangwa liko kwenye ma kuna miti kazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa, kwa mchakara, na ndipo alipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia, na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu, lakini walipofikishwa pale eh, kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha kufariki dunia.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 Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyu mganga mtumio wa Marwa Nyahega John alikupuka ghafla wakati gari likiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtumio huyo alipata jeraha kubwa kichwani na kutokana na jeraha hilo askari eh, pia waliweza tena kumkimbiza eh, katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya ili aweze kutibiwa tuweze kuendelea naye katika mahojiano lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu basi akawa amefariki dunia. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya eh, mwili ya kidole pamoja na nguo za ndani za huyo mwanamke. Lakini katika upekuzi wa hao watuhumiwa ambao sasa eh, ni marehemu kwa wote kwa pamoja walikutwa wakiwa na pingu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 tukio hili ambalo limesababisha taaruki na kuleta simanzi katika jamii ya jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Kwa kweli ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedhesha, tukio ambalo haliwezi likaelezeka na kulimaliza. Lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwa jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi kupambana mpaka hapo wahalifu pengine wote ginwasiwe wote lakini, mpaka asilimia kubwa, jeshi la polisi limefanya kazi kubwa, likaa usiku na mchana, na kuanzia siku ya tukio mpaka hapo n baadhi ya wahalifu patikana wote na kutiwa nguvuni ili waende ka. Jeshi letu limefanya kazi kubwa sana, na akiwepo kamanda wa, wa RPC mkoa na wasaidizi wa timu yote nzima wa upelelezi mkoa, wilaya na vijana wao wanafanya kazi kubwa sana, walikuwa walali wamepambana tangu siku ya ya kwanza kaamesho mpaka ndipo kufanikiwa. Kwa muda mfupi wamefanikiwa kwatia wa waalufu kiangalia, zaidi wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho lakini uh, mimi nitoa taarifa haraka haraka polisi na katika kuendelea na upelelezi Uh, sikuweza kuitoa hiyo hela yote ile ambayo wanahitaji, lakini uh, ili muda uende jeshakkaa kini ii nawaasa niva sasa, fanya kazi wachemana kirahisi haisi, kwa sababu bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ya kofy na ambayo sio watukiaz, lakini jeshi letu liko macho na hawa wahalifu nao ni binadamu, lakini akili kubwa. Lakini sisi teknolojia katika majeshi yetu, nadhani ni jambo ambalo inaongezewe zaidi na atue na, na, na, na, na weledi, pamoja na uthubutu wa kuwa na, na mkubwa zaidi kwa ajili ya kuimaaa. Kwa hiyo mi nashukuru sana, narudi nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa na wasaidizi wake wote fanya kazi kubwa na vijana wao, amelala wamekesha wakifanya kazi. Kwa hiyo vijana wetu, ni wahalifu wengine wako wanaishi nao kwa, hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa tuwabaini, kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana tamaa, tamaa ndio ambazo zinapelekea kufikia katika hali kwao, sisi tunaishi nao nao, wengine sisi, watoto wetu, wazazi wetu, wazazi wengine, marafiki zetu kwa hiyo tuwe na sisi, ni walinzi jukumu la ulinzi ni kwa mwananchi mwenyewe. Kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwa hiyo tukiona dalili kama hizo, tuweze kutoa taarifa kwenye sehemu kwenye vyombo husika.